Sasa mimi swali langu nalojiuliza ni kwamba je, Simba watamkimbia tena Yanga Meja Isamuhyo. Kabla Yanga ajaenda kutumia uwanja wa KMC, alikuwa anatumia uwanja wa Azam Complex kule Chamazi. Baada ya Yanga kupoteza mechi mbili mfululizo, mechi dhidi ya Azam, lakini pia mechi dhidi ya Tabora pale Azam Complex, maneno alitoka yakawa ni mengi, kwa kana si nitofahamu. Mara ikaja issue ya CCTV, mara masindano yalionekana kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Kwa hiyo Yanga ni kama hawakuondoka vizuri Chamazi, wakaja wakatumia uwanja wa KMC ambapo na Simba kipindi hicho Walikuwa wanatumia uwanja wa KMC. Simba wakaondoka wakahamia uwanja wa Meja Jenerali kule Isamuhyo, ambapo Yanga kabaki akiendelea kutumia uwanja wa KMC. Sasa uwanja umefungiwa, nachojiuliza, Yanga, sina imani kama ataweza kurudi Chamazi kulingana na namna ambavyo aliondoka. Kwa hiyo kama Yanga ataenda Isamuhyo, je, yes, Simba atamkimbia tena Yanga? Kwa sababu ilisemekana Simba kuondoka pale KMC alimkimbia Yanga, ndo maana akaenda Meja Isamuhyo. Je, yes, Simba atamkimbia tena Yanga katika uwanja wa Meja Isamuhyo kama Yanga ataamua kwenda kutumia ule uwanja? Kwa sababu Yanga ni lazima atafute uwanja wa kutumia kama uwanja wake wa nyumbani kwa mechi ambazo zinaendelea mpaka taarifa ya uwanja kufungulia itakapotoka, na uwanja zilizopo hapa Dar es Salaam tatu, kuna KMC ambayo ndo imefungiwa, lakini kuna Meja ya Jenerali na kuna uwanja wa Azam Complex, na Azam Complex ndo kama hivyo ambavyo tunafahamu. Simba atamkimbia tena Yanga kiuhalisia tu? Ukitazama vilabu vya Simba na yanga Yani ni vinanyanyasika sana, kwa sababu leo utakuta anatumia uwanja huu ukifungiwa, tenda uwanja huu tulio natumia, hu, hu, natumia Benjamini Mkapa, mara Isamuhyo, mara KMC, mara Azam Complex. Sasa mi nadhani solution ya haya yote ni timu kuwa na uwanja wake, ili kuepuka haya yote ambayo wanakutana nayo, ni kama manyanyaso ambayo wanapitia Simba na Yanga.